Je, ni kwa nini Ruben Amorim anapata shida na kikosi cha sasa cha Manchester United? Wamepita mameneja wengi tangu alipoondoka Sir Alex Ferguson, waliokuwa na sifa tofauti, lakini makocha hao wote hawakuweza kuvaa viatu alivyoviacha Fegi. Alipita David Moyes hakufanikiwa, Jose Mourinho hakufanikiwa, Louis van Gaal hakufanikiwa, hali kadhalika Kijana wa nyumbani Ole Gunnar Solskjaer hakufanikiwa. Wamiliki wapya wa Manchester, kampuni ya Ineos, uh, kupitia Sir Jim Ratcliffe mwanzoni mwa msimu huu walimuondosha Erik ten Hag ambaye wengi waliamini anaweza kufanya vizuri, na matumaini yao pamoja na mashabiki yakahamia kwa kijana kutoka kwenye jiji la Lisbon pale nchini Ureno. Huyu si mwingine bali ni Ruben Felipe Maquiz Amorim. Lakini mpaka kufikia sasa timu bado iko kwenye hali tete, angalau kidogo kwenye michuano ya Ulaya, kwa maana ya Uropa Ligi, ndiko klabu imeweza kusogea kidogo, lakini kwenye ligi timu bado dhofli hali na ikiwa kwenye mstari wa zile timu kumi za juu kwenda juu, yaani uh, timu haiko kwenye nafasi nzuri, na kama Manchester atashindwa kuchukua ubingwa wa Uropa, basi mambo yatakuwa magumu. Lakini kwa nini Amorim aliweza kufanya vizuri akiwa na Sporting klabu de Portigo na ije kushindikana kwa Manchester? Na itakumbukwa alianza kupewa sifa kubwa kule nchini Ureno na wakimuita second Jose Mourinho, na ikielezwa vilabu kadhaa Ulaya vinamuhitaji. Mwaka elfu mbili na ishirini alipopata kazi ya kuinua Sporting akitokea klabu ya Braga, ilimchukua mwezi mmoja peke yake kwa Ruben Amorim kuondosha wachezaji 25 ndani ya kikosi cha Sporting Lisbon, na ndani ya msimu mmoja Amorim alifanikiwa kuwarejesha Sporting katika ufalme wa liganos na kuwapa taji la ligi kuu pale nchini Ureno. Nini ambacho alikifanya Amorim katika msimu wake wa kwanza akiwa na klabu hii ya Sporting du Portugal au Sporting Lisbon? Alijua fika kabisa wachezaji ambao anawahitaji, ndio itakuwa nguzo ya muhimu na wachezaji sahihi, lakini aliangalia bajeti ya klabu haikuwa kubwa kama ilivyo kwa sasa kwa klabu ya Manchester. Hivyo mwalimu alihitaji wachezaji maalum kwa ajili ya mfumo wake na ambao alianza kuutambulisha, mfumo uliobeba falsafa kubwa ya walinzi watatu ambao yeye anaiamini, na akitaka walinzi ambao wana uwezo mkubwa wa kutulia na mpira na katika hicho alitambulisha rasmi mfumo wa watu watatu wanne watatu, mfumo ambao ndio mpaka sasa anaotumia ndani ya Manchester, lakini bado hujamlipa tunaona mfano wa siku za karibuni bwana mdogo uh, uh, Heaven kutoka Arsenal ambaye alikuja Man United alionekana ni mtu ambaye anafaa na akaanza ulitumikia katika eneo ambalo Amorim anaamini ni eneo sahihi, lakini jambo la muhimu zaidi la kwanza ambalo Amorim alilifanya ilikuwa ni kusafisha wachezaji ama kuwaondosha wachezaji ambao hawakuwa fiti katika mtazamo wake au maono yake. Hivyo Amorim aliruhusu kuondoka kwa wachezaji 25 katika dirisha lake la kwanza akiwa na klabu ya soka ya Sporting Lisbon, naendo akiwa mwalimu aliyepewa majukumu ya kuweza kukiongoza kikosi cha Sporting Lisbon. Jambo hili huenda likawa gumu kwa Manchester lakini kwa Sporting liliwezekana. Alifanya vipi pale Sporting? Wachezaji nane eh, aliweza kuwauza ili kuondoka katika timu lakini aliwatoa wachezaji wengine kumi na nne kwa mkopo ambao aliwaruhusu kuweza kuondoka kwenda kuchezea vilabu vingine. Na ambacho kiliweza kuwashangaza wengi ni kwa Amorim kuweza kuwaacha wachezaji muhimu katika e, kikosi chake. Kwa mfano Wedel ambaye msimu wake uliopita wa nyuma alikuwa amecheza michezo 39 ya ligi kuu ya soka pale nchini Ureno, lakini alimwacha pia uh, Marcos Akunya pamoja na Lucio Vieto, wote hawa waliweza kuuzwa. Akaamua pia kuachana na Idris Dumbia ambaye alikuwa amecheza michezo 35 msimu uliopita. Eduardo Enriki amecheza michezo 22 pamoja na Rafael Camacho aliyekuwa amecheza mchezo 26 wote hawa waliondolewa. Hili ilionyesha kuwa wachezaji hawa hawakuwa na maono katika mfumo ambao Ruben Amorim anakwenda kuutumia, hawana cha kumpa katika mpango wake. Hili tayari limeanza kuonekana ndani ya Manchester United. Kwa michezo kadhaa tumeshuhudia Casemiro akiwa anaanzia benchi na inaonekana anatafuta njia mbadala hali kadhalika ameruhusu kuondoka kwa Marcus Rashford kwenda Aston Villa kwa mkopo. Haijalishi ni kiasi gani cha fedha kimetumika, lakini Manchester lazima ifanye utaratibu mpya. Amorim, kufanikiwa kwake na Sporting, alikusanya wachezaji wapya, walikuwa na vision kubwa ambayo wanafiti katika mfumo wake. Aliangazia vitu vitatu zaidi ili kuweza kusajili wachezaji, kitu ambacho hata kwa Manchester kinahitajika kufanyika. Cha kwanza aliangalia uzoefu wa wachezaji uzoefu, na kiasi gani, lakini pia aliangalia vijana wenye vipaji kutoka ligi ya ndani, na pia akaenda kuangalia vijana ambao wako kwenye akademi, na utakumbuka au na kukumbusha usajili wa Amorim wa kwanza ulikuwa ni wa Pedro Gonzales ambaye alimsajili kwa dao la pauni milioni kumi na tatu kisha akaenda akamleta kiungo Bruno Tabata kwa dao la paundi milioni tano. Huyu ni kiungo mbunifu Zolfari Fedali, mlinzi mzoefu alimsajili kutoka Real Betisti. Hapo akaenda pia kumtafuta Nuno Santos, huyu ni versatile winga ambaye alimtoa timu ya ya vijana, lakini akamleta kipa mzoefu kwa usajili wa bure, lakini pia aliongeza walinzi wawili Yoao pamoja na Pedro akiwatoa aleta bure na pia alikwenda kuwatafuta watu wengine kwa mkopo, akimleta kiungo yao Mario, kiungo mzoefu kwa mkopo. Akaenda akamtafuta Pedro Poro, akaenda akamleta Matthew Rice ambaye yeye ni wanasema versatile defender, akamleta, na hivyo akawa amekamilisha ule mpango kwanza wa kwanza wa kutafuta jaji muhimu, lakini aliangalia Uh, wale watu ambao ni watu muhimu kwenye kikosi chake akawakusanya pamoja na kuweza kufanya jambo ambalo lilimsaidia Ruben Amorim. Na ukiangalia watu kama Santos uh, Gonzalez pamoja na Porro ambaye leo yuko uh, klabu ya Spurs pale, ni wachezaji ambao walikuwa na vipaji vikubwa ambao yeye aliamini waliweza kuja kuwa msaada mkubwa na bwana Pedro Gonzalez ulikuwa ni usajili ambao ulimlipa sana bwana Ruben Amorim, lakini Amorim hakuishia hapo. Amorim aliendelea kuijenga timu kwa kupandisha vijana kutoka akademi, ambacho kwa Manchester pia kinahitajika. Nuno Mendes anayekipiga na PSG kwa sasa alipandishwa. Gonzalo Inasio alipandishwa pia kwenye timu B na kutoka timu B mpaka timu kubwa Uh, Tiago Thomas alipandishwa pia, na Matthew Nunes ambayo yuko Man City pia alipandishwa kutoka timu ya vijana mpaka timu kubwa. Wachezaji hawa ilikuwa ndo chachu ya ubingwa wa Sporting. Nuno Mendes akiwa kijana sahihi kabisa kwenye fomula ambayo mwalimu anataka ya kupita kupitia watu wawili wa pembeni wale mawingbacks, na akiwa na walinzi watatu ambao baadaye wale walinzi wa mawingbacks wanarudi kama walinzi kuja kusaidia na kutengeneza watu watano kwenye ukuta ambao unakuwa imara. Hili pia kwa Manchester linaweza likaisaidia, kama Manchester itaamua kuwachukua vijana kutoka academy na kuweza kufanya nao kazi kama ambavyo Amorim aliweza kufanya nao kazi walipokuwa kwenye klabu ya uh, Sporting Klabu du Portugal. Na ukiangalia hata wachezaji ambao wa, aliwapeleka juu, baadaye aliwauza kwa gharama kubwa, ukiona uh, mtu kama Nuno akienda PSG kwa gharama kubwa lakini pia Matthew akienda Wolverhampton kabla kwenda kwenda Man City. Je, ipi sasa inaweza kuwa njia sahihi kwa Manchester kuweza kurejea katika ubora wake? wachezaji gani panga linaweza likawakuta? Shida inaanza pale ambapo Manchester inawa kundi kubwa la wachezaji ambao ubora wao ni wa kawaida sana, au wengine ubora wao umepungua na wengine inawezekana umri wao umekwenda juu ko cha kwanza ni kuona Amorim anakwenda kupunguza idadi kubwa ya wachezaji katika dirisha linalokuja. Tunatarajia kuona wachezaji kadhaa wakiondoka. Wapo wengi ambao wanatajwa, Kasimiro ni mmojawapo, lakini Christian Eriksen tunafahamu atakuwa anaondoka mwishoni mwa msimu. Victor Lindelof ni mtu mwingine ambaye inapaswa kuondoka. Luke Shaw pancha za kila siku anapaswa kuapisha Manchester. Onana anatakiwa kupata mtu wa kumsaidia kama magolkipa mwingine. Rasmus pamoja na Joshua wameshindwa kutoa uh, kile ambacho wengi walitarajia, hivyo Ineos watalazimika kumsapoti Amorim kwa kufanya usajili wa muhimu. Hapo ndipo ambapo inawezekana, lakini penye mashaka ni kuhusu bajeti au misuli ya kifedha kama ambavyo Sporting walikuwa hawana, lakini njia sahihi ni kufata ile ile ambayo Amorim alikuwa ameitumia akiwa na klabu ya Sporting kwanza kuangalia wachezaji ambao watakuwa ni wa gharama ndogo na wachezaji wanaomaliza mikataba, kwa maana wachezaji wa bure, lakini pia kwenda kutafuta wachezaji wa mikopo na kisha kwenda kupandisha vijana kutoka akademi ili kuweza kukwepa lile panga la financial fair play. Kama Ineos wanaweza kumsapoti kwenye hayo, basi tunaamini kabisa Manchester inaweza kurejea kwa namna ambavyo inakwenda, lakini kama itashindikana basi tunaamini mambo huenda yakaendelea kuwa magumu, na kama mwalimu aliposema, kama tutashindwa kujenga hapa mwanzo, mambo yataendelea kuwa magumu zaidi. Usiache kusubscribe, kulike na kushare na kutuambia eh, unaonaje kuhusiana na mwendelezo wa projekti ya Amorim. Je, yeah, anaweza kutoboa nayo ama mambo yataendelea kuwa magumu? Na tukumbuke ana nusu fainali ya kombe la pili la ukubwa pale barani Ulaya, kombe la Uropa ligi chao.